Naye mwanamume mmoja ameuawa kaunti ya Kirinyaga kutokana na ugomvi wa deni la shilingi hamsini. Nadaiwa kuwa marehemu Jacob Maina alifika nyumbani kwa John Wachira kudai pesa hizo za kazi aliyofanya ya kukata mbao ya uh, kabla ya mzozo kutokea. Inaripotiwa kuwa hapo ndipo walidungwa kisu na kufariki, kwa mujibu wa kazi wa kijiji cha Mutitu. Wawili wamekuwa marafiki kwa miaka mingi na ufanya pamoja kazi za kupasua mbao. Uchunguzi umeanzishwa huku mwili wa maiti ukihifadhiwa katika hospitali ama, mwili wa marehemu ukihifadhiwa katika hospitali ya Kerugoya wamekuwa wakifanya kazi ya kue, kue kupasua mbao na wamepasua kwa miaka mingi, na hawakuwa amelipwa zile pesa ambao walikuwa wamepasua mbao. Sasa hapo kwa hapo, hasira ni ya mwanaume, mwanaume mmoja katikati yao akawa na hasira nyingi kushinda yule mwingine, ndio kwa bahati mbaya alikuwa na panga ya kazi, akamkwaruza kumbe, naye anamkwaruza pande ya roho, akamuua kupizana ile wale kuna panga